Shalom mwana na urithi wa Mungu Baba katika Kristo Yesu. Kipindi Singing In The Spirit, kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Ijumaa, saa kumi na mbili na nusu asubuhi katika madhabahu hii ya Sonship Spirit TV, lengo likiwa ni kufunulia uzuri wa Roho Mtakatifu na karama zake. Kama ambavyo tunajua wana na ukuani wa kifalme wa Mungu Baba, tunatembea katika utukufu wa Roho Mtakatifu na karama zake. Nami siku ya leo napenda nikuletee ni, ni tena somo la maombi ya shukrani ndani ya ufalme wa Mungu. Kama ambavyo tumekuwa tukiendelea na somo hili, na katika kipindi kilichopita tumesema kwamba kukumbuka ni hekima ya Mungu ambayo inatufunulia sisi namna ya kushuhudia uaminifu wa Mungu Baba kwenye maisha yetu, na tulikuwa na case study ya mfalme Daudi, na siku ya leo tutaendelea na case study hiyo ya mfalme Daudi kama mwana wa Mungu ambaye tunamwangalia katika maombi yetu ya shukrani. Leo tutasoma neno kutoka katika kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 17 mstari wa 34 mpaka wa 37. Neno la Bwana linasema Daudi akamwambia Sauli, mtumishi wako alikuwa akichunga kondoo za baba yake. Na alipokuwa akija simba au dubu akamkamata mwana kondoo wa lile kundi. Mimi hutoka nikamfuata nika nikampiga nikampokonya kinywani mwake, na akinirukia humshika ndevu zake, nikampiga nikamuua. Mtumishi wako alimuua simba na dubu pia, na huyu mfilisti asiyetahiriwa atakuwa kama mmoja wao, kwa sababu amewatukana majeshi ya Mungu aliye hai. Daudi akasema Bwana Daudi akasema , "Bwana aliyeniokoa na makucha ya simba na makucha ya dubu ataniokoa na mkono wa Mfilisti huyu. Sauli akamwambia, enenda, Bwana atakuwa pamoja nawe. Kwa nini Daudi hii historia ya Daudi, namshukuru sana Mungu, nimeifuatilia sana na nimeweza kujifunza vitu vingi sana kupitia kwa mfalme Daudi. Mojawapo ya kitu ambacho nimekipenda na ningependa kushia nawe tena leo, mwana wa Mungu Baba katika Kristo Yesu, ni kwamba maombi ya shukrani yanatufunulia au hufungua fahamu zetu kuweza kufikiri kutazama kama Mungu anavyotazama tunapokuwa kwenye maombi. Kwa maombi ya shukrani yanatufungua ufahamu wetu kuweza kutazama kitu kama Mungu anavyokitazama, kuweza kuona kitu kama Mungu anachokiona na ndicho kitu alichokuwa nacho mfalme Daudi na ndicho kilichomfanya Daudi akaweza kusimama against Goliath. Kwa sababu ukija kuangalia tu ukisoma tu hii sura peke ya peke yake ya 17, utaangalia huyu Goliath alikuwa amesha watukana sana majeshi ya Mungu aliye hai. Aliwasema sana wana wa Israeli. Tena alikuwa zilikuwa ni siku 40 kila siku asubuhi na jioni anasimama pale mbele, anasema, leteni mtu atakayeweza kupigana na mimi. Lakini wale wote, hakuna hata mmoja aliyekuwa amejitokeza kupigana na Daudi. Tukisoma hapa sura hiyo ya 17, mstari wa kumi, yule mfilisti akasema, nayatukana leo majeshi ya Israeli, nipeni mtu tupigane. Ilikuwa ni dharau ya namna gani Goliath anaionyesha kwa taifa la Israeli, kwamba anafika hatua anawatukana na anamtukana Mungu wao. Kwa kitu ambacho kilimfanya Goliath nakumbuka alivyo ukiendelea kuisoma utaona akijaribu tu kwa pesi, wote wanaogopa wanakimbia. To the extent sasa imefika hatua nobody was ready to face Goliath. Thank God, baba yake Daudi akawa amemtuma Daudi kwenda kuwapelekea ndugu zake chakula. Anafika pale, anashangaa kwa nini taifa la Bwana linadhalishwa kiasi hichi na huyu Goliath tena sietailiwa anajaribu kuulizia atakayeweza kumpesi kumpesi Goliathi, atapewa nini. Kaka yake Eliabu alikuwa ni mtu wa kwanza kumkatisha tamaa. Tukisoma mstari wa ishirini na nane anasema, naye Eliabu mkubwa wake aliyesikia hapo alipoongea na watu na hasira yake Eliabu ikawaka juu ya Daudi akasema, mbona wewe umeshuka hapa na kondoo wale wachache umemwachia nani kule nyikani? mimi nakujua kiburi chako na ubaya wa moyo wako, maana umeshuka ili upate kuvitazama vita. Daudi pamoja na kwamba alikatishwa alikatishwa tamaa na kaka yake, na pamoja na kwamba aliambiwa na maneno magumu sana na Eliabu, kwa sababu kisoma sura 29 naye Daudi akasema, je, mimi nimefanya kosa? Asema mimi nimekosa, nime, nini sasa? Je, si neno kubwa hilo? Yaani, Eliab alikuwa amemwambia neno kubwa sana. Kitendo cha kumwambia kwamba mimi nakujua kiburi chako na ubaya wa moyo wako, kitu ambacho wasn't in David. Yeye hakuwa na nia mbaya na hakuwa amekuja kwa ubaya ya kufika pale. Yeye kilichokuwa ndani kinamsumbua ni kwamba anashangaa taifa la Israeli, taifa lake, taifa la Mungu Baba linadhalilishwa kiasi hicho na Mfilisti tena asiyekuwa ametahiliwa, na yeye huko nyuma anakumbuka amekuwa akimfesi simba na dubu, na who is this kwa sasa anapojaribu kutaka kusimama mbele kaka yake Eliabu anampiga na maneno makali kiasi hicho. Lakini namshukuru Mungu kwamba tunaposema kukumbuka ni hekima ya kushuhudia uaminifu wa Mungu Baba kwenye maisha yetu. Mfalme Daudi anaendelea kukumbuka, "Ah, kama niliweza kupigana na simba na dubu, basi huyu Mfilisti aniwezi." Kwa hiyo maneno ya kaka yake Eliabu hayakumkatisha Daudi tamaa. Kwa kumbe moyo wa shukrani unao unaotokana na kukumbuka kile ambacho Bwana ametutendea, unatutia sisi nguvu za mbele hata kama ukikutana na kitu gani, hauwezi kukata tamaa, kwa sababu tukiangalia Daudi, huyo huyo amekatisha tamaa na Sauli mfalme ambaye angetakiwa kumtia nguvu, kwa sababu ni kijana pekee aliyejitokeza kuweza kusimama kumface Goliath. Tukisoma mstari thelathini na mbili, Daudi akamwambia Sauli, asizimie moyo mtu yeyote kwa ajili ya huyu mimi mtumishi wako nitakwenda kupigana na mfilisti huyu. Daudi anawa encourage anawatia moyo, anawambia asizimie moyo mtu yoyote yule, kwa ajili ya huyu mfilisti mimi nitakwenda kupigana naye. Ina maana huyu kijana mdogo, kwa sababu kijaribu kuangalia, mimi nimesoma hata kwenye Bible commentary, nikajaribu kuangalia Daudi katika kipindi hiki alikuwa na miaka mingapi, kwa sababu Bible zinasema alikuwa below 20, kati ya 14 16, miaka 14, 16 17, below 20 lakini anawambia mtu yoyote hapa asizimie moyo, mimi nitakwenda kupigana naye. Huo ujasiri Daudi kaupata wapi? Kwa sababu ya kukumbuka Mungu aliyemshindia simba, Mungu aliyemshindia dubu, ni Mungu huyo huyo atakayemshindia against Goliath. Pamoja na kwamba ao wengine walikuwa wakubwa, hata kwa umri wanamzidi, still Daudi ile tasnia ya kukumbuka ilimfanya Daudi akaweza kumfesi Goliati. Na ndio maana tunasema maombi ya shukrani yanatufungua fahamu zetu, kuweza kutazama jambo kama Mungu anavyotazama. Na ndicho alichokuwa nacho Daudi. Anatazama yule Goliati kama Mungu anavyomtazama. Hivi huyu hajatailiwa? Mimi nina agano na Mungu. Kweli? Atudhalilisha kiasi hiki. Na ndio maana huko anakuja anasema hivi. Sauli akamwambia, "Daudi, huwezi wewe kumwendea Mfilisti huyu, upigane naye maana wewe u kijana tu." Na huyu ni mtu wa vita tangu ujana wake. Sauli anajaribu kumloa, anamwambia huwezi wewe kupigana na huyu. Lakini hicho kitu hakimkatisha tamaa. Kwa nini Daudi asikate tamaa? Kwa sababu anakumbuka wema wa Mungu aliyomtendea, ushindi alioupata, lakini pia anaijua asili yake kwamba yeye ni mwana wa Mungu Baba katika Kristo Yesu. Huyu ni mtu ambaye ana covenant na Mungu. This is just an circumcised Philistine. For well, that's why Daudi within alikuwa na strength japo kuwa Sauli alikuwa akimwangalia kwa nje, ambe wewe ni kijana mdogo hauwezi kupigana na huyu. Kwa hiyo Daudi alielewa kwamba kinachotuelezea sisi sio nje, bali sisi tunaelezewa na kitu cha ndani. Who are we? Sisi tumezaliwa na mbegu ya Mungu Baba, neno la Kristo lisilo haribika. Sisi tumezaliwa kwa roho wa Mungu. Sisi tuna agano na Mungu. Kwa hiyo sasa, anashangaa huyu Sauli anapomwambia huwezi, kwa sababu huyu anajua analo jina la Yesu. Hapa ndio maana Daudi anapokumbuka huu ushuhuda aliyotendewa na Bwana, mstari wa thelathini na nne anasema, Daudi akamwambia Sauli, mtumishi wako alikuwa akichunga kondoo za baba yake alipokuwa akija simba au dubu akamkamata mwanakondoo wa lile kundi, mimi hutoka nikamfuata nikampiga nikampokonya kinywani mwake, na akinirukia humshika ndevu zake nikampiga nikamuua. Mtumishi wako amemuua simba na dubu pia, na huyu Mfilisti asiyetailiwa atakuwa kama mmoja wao, kwa sababu amewatukana majeshi ya Mungu aliye hai. Daudi akasema, Bwana niokoa na makucha ya simba na makucha ya dubu ataniokoa na mkono wa Mfilisti huyu. Sauli akamwambia Daudi, enenda na Bwana atakuwa pamoja nao. Kwa hiyo kukumbuka kumemfanya Daudi kumtazama Goliati kama Mungu anavyomtazama. Leo hii, mwana wa Mungu, Goliati anaweza siwe Goliati tunayemwongelea, inaweza kuwa ni, ni challenge ukakutana nayo, magonjwa au kitu chochote biashara, au changamoto za kifedha how do you see them? Kwa sababu Daudi anatuonyesha kwamba anatazama kama Mungu anavyotazama na ndio moyo sasa wa shukrani unapoanzia hapo kwamba unakumbuka Mungu aliyemtendea huku na ndio Mungu atakayemshindia hapa. Kwa that tasnia ya kukumbuka inamfanya yeye anamtazama Goliati kama Mungu anapomtazama na anajua kabisa huyu Goliati hawezi akatutukana kiasi hiki. Lazima ninamwendea kwa jina la Yesu. Kwa sababu tukija ukiangalia kwenye mstari wa 45 mpaka 47 neno la Bwana inasema, Ndipo Daudi akamwambia yule Mfilisti, wewe unanijia mimi kwa upanga na fumo na mkuki, bali mimi ninakujia wewe kwa jina la Bwana wa majeshi, Mungu wa majeshi ya Israeli ulio watukana siku hii ya leo. Bwana atakuua mkononi mwangu, nami nitakupiga na kukuondolea kichwa chako, nami leo nitawapa ndege wa angani na wanyama wa nchi mizoga ya majeshi ya wa Wafilisti ili kwamba dunia nzima wajue ya kuwa yuko Mungu katika Israeli, nao jamii ya watu wote pia wajue ya kwamba Bwana haokoi kwa upanga wala kwa mkuki, maana vita ni vya Bwana, naye atawatia naye atawatia mikononi mwetu. This understanding imetokana na David kuwa na ufunuo wa Mungu Baba kuwa Mungu ndiye ambaye aliyempigania kule nyuma k kuwa na ufahamu wa Mungu Baba na kwa sababu ya kukumbuka ushuhuda wa Mungu Baba aliyomtendea kule nyuma, anamtazama Goliati kama Mungu anavyomtazama, na anakumbuka kwamba hayuko peke yake bali ana jina la Yesu. Ndio maana anasema mimi nakuijia kwa jina la Mungu Baba. Ndio maana alivyopewa mavazi avaye akasema mimi hivi hapana, akarudi katika asili yake. Kilichompa ushindi juu ya Goliati Daudi ni kufikiri kama Mungu ni kutazama kama Mungu anavyotazama, hicho ndicho kicho kwaletea ushindi Israeli, taifa la Israeli. Pamoja na kwamba Daudi alikuwa ni kijana mdogo kwa nje, lakini within alikuwa na strength ya Mungu Baba, ambapo mwana wa Mungu leo hii nao nalo jambo la kueleza na la kusimama nalo katika changamoto unaokutana nayo. Kwa nini? Jina la Yesu Kristo ambalo ni urithi wetu, ndivyo neno linavyosema, tukiangalia katika Wafilipi sura ya, ya, ya pili mstari wa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 situation yoyote ile, unalo jina la Yesu. Unaweza ukaiendea hiyo changamoto katika jina la Yesu. Ndio maana Daudi anamwambia wewe, unanijia kwa mikuki, kwa nini mimi nakujia kwa jina la Mungu Bwana wa majeshi wa Israeli uliowatukana wewe. And sure, Daudi alipokea ushindi. Kwa nini? Kwa sababu within him alikuwa na understanding kwanza ya asili yake ni nani. Na ndio maana unaona katika kipindi hiki tunajifunza sisi ni kina nani katika Kristo Yesu na tumepokea nini baada ya kumwamini Yesu Kristo tumepokea wokovu, sisi tumepewa jina la Yesu Kristo, jina la Yesu ambayo ni urithi wetu, na hilo jina kwa jina vitu vyote vinapigwa magoti, ambao kwa hilo kila kitu kina bow down. Anasema ili kwa jina hili kila goti linapigwa, la mbinguni, duniani, hata vitu vilivyoko chini ya dunia vina bow down to the name of Jesus, ambalo hilo, mwana wa Mungu, unalo jina la Yesu Kristo kama urithi wako. Kwa hiyo mimi, mwana wa Mungu, nipende sana kukutia moyo na kuendelea kusema nao kwamba kumbe hata sisi tunalo jina. Mtazamo huo huo aliokuwa nao Daudi, tunaomwangalia kama case study, ndio mtazamo wetu hivi sasa juu ya changamoto yoyote ile ambayo unakutana nayo. Unaitazama kutokea kwenye asili yako kwamba wewe ni mshindi, wewe ni mwana wa Mungu, wewe unaagano na Mungu kwao, kitu chochote kile hakiwezi kukushinda wewe, kwa sababu unalo jina la Yesu Kristo, ambalo ni urithi wako na ndilo jina ambalo Mfalme Daudi alikwenda nalo na akamshinda Goliath. Kwa hiyo maombi ya shukrani yanatu encourage, yanatutia moyo kusonga mbele, yanatupa ujasiri wa kusimama, yanatupa sisi, tunapokuwa maombi, tunaomba katika mtazamo wa Mungu. Baba tunatazama hiyo kitu, tunatazama kile kitu katika kama Mungu anavyokitazama, tunafikiri kama Mungu anavyofikiri, na kwa sababu hiyo sisi ni washindi daima. Basi mwana wa Mungu, nipende sana kupongeza kwa kuwa pamoja nami katika kipindi hiki kuanzia mwanzo mpaka mwisho, na kushauri tu mkaribishe sana mwana wa Mungu mwingine ambaye kizi habari njema zitazidi pia kutujenga wote kwa pamoja kutuimarisha hata wote tutakapomlingana sana Kristo Yesu. Basi unaweza kaendelea kutufuatilia kupitia mitandao ya kijamii Instagram, Facebook pamoja na X ambayo inakwenda kwa jina la Singing in the Spirit 24 lakini pia tutumie mrejesho wako kwa njia ya email inayokwenda kwa jina la singinginthesprit24@gmail.com. Lakini unaweza kutupigia simu, unaweza upachati ukachati na sisi kwa WhatsApp kwa kutumia namba za simu ambazo zime ambazo atana na video hii, mimi nakutakia siku njema. Shalom.